Ah, uh, kijana habari yako? Ah, mm. Uh, tunaendeleaje? Mm. Uh, tumekuona hapo ulikuwa na perform nimekuona umeperform show yako vizuri. Mm. Siweza ukatuambia jina lako. Ah, uh, kwa majina naitwa Chris Nzoro. Mm. Lakini mtandaoni natumia kama Chrissboy jina langu la usanii kama hilo. Najiita kama Chrissboy na WhatsApp labda unapatikana kwa namba gani? Sasa leo umekuja hapa Chris. mm. Umeperform vizuri kwenye UV CCM, umeperform vizuri mm. show yako watu wameiona na wamefurahishwa na show yako. Labda kwa hapo ulipofikia wewe, unaonaje, yani kwa hapo ulipofikia wewe?

yako ya tatu kwa. Uh, um, mfano ikatokea labda msanii ambaye yuko juu yako, wewe au mtu ambaye akahitaji kukupeleka n akaamua kukusapoti wewe, uko tayari unakubaliana? uh, uh, uh, uh, um, uh, uh, na hilo wewe unasemaje kwa upande wa hiyo uh,

ningependa kwanza nikushukuru, naendelea kujitahidi katika hai kipaji chako ulichonacho ulichobarikiwa na Mungu, kweli ni unaweza, nisikufiche. Lakini sasa labda hapa, kwa mfano mtu akahitaji uende, labda ana shughuli fulani, au anahitaji anahitaji ukatoesho fulani, uko tayari, uweza kwenda? Sasa bana, huyu ni kisilauni anapatikana Kahama kuzungula wa barabara ya kuelekea huyu ichaa kwangereja. Huyu ni bana yoyote ambaye yuko tayari na anahitaji kumsapoti kijana wetu huyo, hapa mwimba muziki, ambaye yuko tayari kumsupport kwa sasa tunamkaribisha kuweza kumsupport Luxa kumsupport kijana wetu Chrissboy. Labda angerudia namba kuitaja anayopatikana WhatsApp, ila mumuone live na vile vile, ukihitaji kuona nyimbo zake, labda ningependa kwanza kuuliza usha shuti nyimbo ngapi? Yaani nyimbo ambazo sasa hivi. Ah, uh, kwa kweli nipo nimeshuti nyimbo tatu, lakini moja imetoka. Moja ndio imetoka. Yeah. Na video labda ngapi, audio ngapi? So, unazo kama nani kijana, unajitahidi sana na labda unasoma labda. E, nasoma blaza, niko darasa la chapili ja, ja, pili mm. Form two unamaanisha. Sasa unawezaje kubalansi muda wako wa masomo na muda wa kufanya mazoezi ya music? Uh, kwa kweli niko kwenye darasa la mtihani sana, uh, najaribu kubalansi sana kwenye mambo ya kusoma. Ndio. Wanaweza nikawa maamosi wanafanya muziki eh, na tunga nyimbo lakini, siku zingine zile, na talentu sana kwenye kusoma darasani. Uko tu vizuri, uko shule braza, hii la nini?